Pokea, pokea roho ya kuinuliwa. Pokea roho ya hekima kwa jina la Yesu. Pokea roho ya maarifa kwa jina la Yesu. Pokea roho ya kujenga kwa jina la Yesu. Pokea roho ya utajiri kwa jina la Yesu. Pokea roho ya kibali kwa jina la Yesu. Pokea roho ya Kristo Yesu, niambeni muhuri wetu. Pokea roho ya Mungu kwa jina la Yesu. Pokea nguvu zake kwa jina la Yesu. Pokea nguvu mpya tena kuvya kufanikiwa. Pokea nguvu mpya tena kuvya kufika na kustahili kwa jina la Yesu Kristo.